azina almushahidina alkirami asidi wasada urahibun bikum fi hadhihi alhalaqati alati takhtasun fi ma mm-hmm. yakhusun ani diplomasiyatu alalamiya. Ndugu zangu, napenda kutumia fursa hii kuwakaribisheni katika mwendelezo wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyohusu masuala ya kijamii lakini pia vipindi vyetu ambavyo vinavyohusu masuala ya kidiplomasia. Na leo, kama ilivyo kawaida yetu katika mwendelezo wa vipindi vyetu, bado tunaangalia masuala mbalimbali ya kidiplomasia ndani ya Mashariki ya Kati, lakini pia katika bara la Ulaya pamoja na bara la Amerika, tukizingatia kwamba yako matukio mengi sana ambayo yanaendelea kutokea siku baada ya siku yakichagizwa na migogoro ya kisiasa, migogoro ya teknolojia, migogoro ya kivita, migogoro ambayo inayomtafuta nani atakuwa mbabe katika dunia au ulimwengu tunaoenda nao. Mambo haya yanatokea baada ya kuwa pametokea matukio muhimu na ya msingi, ikiwemo tukio la kutekwa rais wa Venezuela. Ni sababu gani ambazo zimepelekea rais huyu kutekwa na jeshi la Marekani, lakini pia uvamizi uliotaka kufanywa na nchi ya Marekani pamoja na Israeli wa kuishambulia nchi ya Irani? Ni kwa sababu gani Israeli imekuwa na kauli juu na kauli ya juu kupitia serikali ya Marekani na nani ambaye ni mkubwa kati ya Israel pamoja na Marekani? Lakini pia kwa nini Marekani inataka kuchukua kisiwa cha Greenland? Nini kilichopo nyuma ya mgongo kiusalama, nini kilichopo nyuma ya mgongo kiuchumi, na nini kilichopo nyuma ya mgongo juu ya maweko wa eneo hili la kisiwa cha Greenland, ndugu zangu. Kwanza kabisa lazima tufahamu kwamba ulimwengu wetu leo hii uko katika unaitwa, katika kitaalamu unaitwa multi world order, yaani ni nani ambaye anayetakiwa akuwa superpower katika dunia hii ya leo. Ikumbuke kwamba Marekani kwa muda mrefu baada ya kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia Marekani aliweza kuwa super power wa dunia kwa sababu yeye hakuathirika na vita vile, kwa sababu vita vilivyokuwa vinapiganwa vya dunia, yeye alikuwa ni supplier mkubwa wa silaha katika yale mataifa ambayo yalikuwa front katika kuendesha mapambano na kumtafuta nani atakuwa eh, baba wa dunia, nani atakuwa the super power in the world. Kwa hiyo ghafla, Marekani kwa kupitia nafasi hiyo ndiyo ambayo iliyomtengezea kwamba yeye awe ni superpower in the world. Lakini baada ya kuto kukaa kwa muda mrefu na kujiaminisha juu ya nafasi aliyonayo, huku China serikali ya China ikiwa ni serikali ambayo haitupiwi macho, lakini pia serikali ya Urusi ikionekana kwamba haiwezi kuinuka kutokana na madhara makubwa yaliyo wakumba huko nyuma, ghafla wamekuja kuona kwamba China sio ile ambayo iliyokuwa inatizamiwa. China amekuwa na nguvu kubwa ya kiteknolojia, teknolojia ambayo imemfanya awe na nguvu katika maswala ya kiuchumi, teknolojia ambayo imemfanya awe na e, awe na pawa katika masuala ya kielimu teknolojia ambayo imemfanya China awe super power katika upande wa nguvu za kijeshi halikadhalika, Urusi na yeye hivyo hivyo amekuwa ni super power katika upande wa teknolojia, amekuwa ni super power katika upande wa uchumi, amekuwa ni super power katika upande wa elimu, lakini pia amekuwa ni super power katika upande wa silaha za kijeshi au kuwa na jeshi lenye nguvu. Sasa mataifa haya yote matatu, nini kinachojiri? Kinachojiri ndani ya mataifa haya matatu ni kila mmoja kuhakikisha kwamba anapata sehemu yake ambayo itamkidhi mahitaji yake kulingana na uvumbuzi ambao unaendelea kufanyika ndani ya nchi yake. Leo hii tunashuhudia kwamba Marekani e, imevamia Venezuela. Lakini swali la msingi, iliwezaje kuvamia Venezuela na kwenda kumteka rais wa nchi hiyo kama na kumchukua kama vile mfano wa kifaranga ndani ya banda? Tunagundua kwa kadiri ambavyo siku zinavyokwenda na kadiri ambavyo migogoro inavyokwenda pamoja na kwamba watu wengi wamebaki katika tahayur lakini kwa kadiri migogoro hii inavyoongezeka ndivyo ambavyo tunavyoendelea kupata nafuu ya kufanya research, tunavyoendelea kufanya e, kutoa juhudi katika kufanya research na tafiti mbalimbali mbali, ili kubaini kiini cha matatizo na hatimaye kuujuza ulimwengu na hasa ulimwengu wetu wa nchi za Kiafrika, ili viongozi wetu waweze kujua viongozi wetu waweze kuchukua tahadhari, viongozi wetu watengeneze njia iliyokuwa bora ya namna gani wanaweza wakatuvusha bila kuleta madhara katika mataifa yetu. Sasa ukija ukaiangalia Marekani pamoja na nchi za Amerika ya Kusini pamoja na rasilimali ambazo zilizopo, utaona kabisa kwamba mwaka wa elfu moja mia nane na ishirini na tatu Marekani iliweka mikataba na nchi hizi kwamba hakuna nchi yoyote ile ambayo itakayoweza kuingia awe ni Mrusi, awe ni Mchina, awe ni Mwarabu. Hakuna tabaka lolote katika nchi hizi zinazoweza kuingia na kumiliki rasilimali yoyote ambayo inayopatikana katika nchi za Amerika ya Kusini. Sasa katika nadharia ya namna hiyo, rais yoyote ambaye atakayepatikana ndani ya nchi hizi atakuja kufanya kwa mujibu wa yale anayoyataka yeye, basi Marekani itakuwa na uwezo wa kumwingilia, Marekani itakuwa na uwezo wa kumwondoa, Marekani itakuwa na uwezo wa kumfukuza au kumchukua na kwenda kumpeleka katika nchi yake, kwa maana ya mateka, aidha ashitakiwe na afungwe gerezani. Hii yote ni kwa sababu ya mkataba huu uliofanyika mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na tatu. Uh, lakini vilevile kwamba kulingana na maslahi ambayo yanayopatikana katika nchi ya Venezuela, ikumbuke kwamba nchi ya Venezuela ndiyo nchi ya kwanza duniani imekuja kugundulika kwamba ndiyo nchi ya kwanza duniani ambayo inayoongoza kuwa na hazina kubwa ya mafuta, mafuta ambayo alikuwa ananufaika nayo mrusi mafuta ambayo alikuwa ananufaika nayo Mchina, mafuta ambayo alikuwa ananufaika nayo Irani, jambo ambalo sasa Amerika alikuwa hana nafasi ya kuingia na kunufaika na, ma, na, na, na, na mafuta hayo kwa kupitia makampuni yake ya mafuta pamoja na madini ambayo makampuni hayo yako chini ya, ya Miyahudi, ndiyo maana sasa kwa kupitia mkataba huo wa mwaka elfu moja mia nane na ishirini na tatu Marekani ikatengeneza mkakati wake wa kuweza kumwondoa raisi aliyokuwepo kwa ajili ya kuweza kutimiza azima yake ya kumtoa mchina na mrusi, lakini pia kumtoa mwirani na hatimaye iingie ili iweze kujichimbia mafuta yenyewe kwa kadiri ambavyo inavyotaka. Lakini sehemu ya pili, kwa nini Marekani anataka kuingia kutawala kisiwa cha Greenland, kisiwa ambacho kwa muda mrefu kiko chini ya Denmark. Denmark ni moja kati ya nchi ambazo zinazotengeneza umoja wa NATO katika bara la Ulaya. Denmark ni moja kati ya nchi ambazo zinazo zinazotengeneza umoja wa NATO katika nchi zinazotoka ukanda wa bara la Ulaya akiwemo Uingereza akiwemo Mfaransa akiwemo Ireland, akiwemo Ujerumani pamoja na nchi zingine. Katika kisiwa hiki cha Greenland kuna nini? Katika kisiwa hiki cha Greenland yako mambo makubwa ambayo yanayopatikana. Sehemu ya kwanza ni swala zima la usalama kwamba Marekani anakitaka kisiwa hiki kwa sababu ya kulinda usalama wake. Ikumbuke kwamba Marekani hakuna vita yoyote ambayo anayopigana ikiwa eh, ni vita ambayo inayohusu ndani au karibu na eneo eh, lake, bali vita nyingi ambazo anazopigana Marekani ni zile ambazo yeye anakwenda kumfuata adui au kuwa jirani na adui kabla haja, ikiwa tu adui huyo anatishia usalama wa maisha yake. Na hiki ndiko ambacho kimesababisha Marekani aziweke nchi zote za Amerika ya Kusini chini ya under control yake yeye mwenyewe kwa sababu ya kuweza kujihami. Sasa kisiwa cha Greenland, Greenland kipo juu. Eh, wanasema kipo juu katika, ma katika mawanda ya dunia. Kisiwa hiki cha Greenland kiko juu ya Marekani, ina maana ni nini? Pamoja na uwekezaji mkubwa ambao uliopo kati ya China pamoja na Urusi ndani ya kisiwa hiki, jambo ambalo linatishia usalama wa Marekani, ikiwa tu kwamba Urusi pamoja na China wakiamua kushambulia E, Marekani maana yake njia nyepesi iliyoko karibu katika kumshambulia Marekani ni lazima wapitie katika kisiwa hiki cha Greenland. Kwa hiyo Marekani anataka kukichukua kisiwa hiki aidha kwa nguvu, aidha kwa kutoa pesa, ili mwisho wa siku ni kwa ajili ya kulinda usalama wake wa ndani. Na tabia hii ya kununua maeneo haijaanza jana wala haijaanza juzi. Imekuwa ni kawaida ya utamaduni wake pindi anapoona kwamba hapa jirani inaweza ikawa ni sababu au njia ya kutumiwa na maadui. Kwa hiyo anachofanya yeye ni nini? Anachofanya ni kwamba anakuja na ananunua, anatoa pesa na ananunua eneo hilo. Mambo kama hayo yamefanyika katika maeneo mengi sana, mfano katika eneo la Alaska. Alaska ilikuwa ni eneo ambalo linamilikiwa na mrusi baada ya mrusi kupata changamoto katika miaka ya katikati akaamua kuchukua pesa na kumuuzia Marekani. Lakini pia Virgin, Virgin eh, ni eneo pia ambalo Marekani alinunua kutoka katika eh, Virgin Islands ni eneo ambalo Marekani alinunua kutoka katika serikali ya Denmark. Lakini vilevile vile Texas ambayo iko Marekani leo hii hii ni eneo ambalo Marekani alilinua kutoka katika mikono ya wa Mexico, lakini pia kuna jimbo la Louisiana. Jimbo hili la Louisiana pia Marekani alilinua kutoka katika nchi ya Ufaransa. Unaweza ukaona namna gani Marekani ilivyo ile United States of America namna gani ilivyotengenezwa na katika maeneo yote haya Marekani anakwenda anaweka base yake ya kijeshi ili kuweza kujilinda eh, na maadui wanaoweza kutumia maeneo haya eh, ili eh, maeneo haya kama sehemu ya kuweza kumshambulia Marekani. Kwa hiyo kwa sasa dunia inapoelekea analiona eneo la Greenland kwa sehemu ya kwanza, ni sehemu ambayo linahatarisha usalama wa maisha yake ikiwa tu kwamba Mchina na Mrusi watalitumia eneo hili, kwa sababu ndio nchi ambazo zimewekeza kwa muda mrefu ndani ya eneo hilo. Hii ni sehemu ya usalama. Lakini sehemu ya pili ni swala zima la kiuchumi. Swala hili la kiuchumi E, limegawanyika katika sehemu mbili. Kwanza ndio lango kuu ambalo linakuja kuunganisha dunia kwamba linakuja kuunganisha baina ya e, Marekani pamoja na Urusi, lakini pamoja na nchi za Ulaya, Amerika ya Kusini pamoja na Asia pamoja na Europa kwa maana ya bara la Ulaya, kwa hiyo kistrategic ile ni eneo ambalo ni hot cake. Hiyo sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili eh, Marekani imekuwa ni sehemu ambayo ina nchi ambayo inayotengeneza au inamiliki teknolojia ya utengenezaji wa masuala ya simu, lakini wamekuwa wanashindwa kuzalisha simu katika nchi ya Marekani kupitia teknolojia yake kwa sababu hawana rasilimali madini ambayo inayohitajika katika simu hiyo. Hivyo basi wamekuwa wakizalishia China kwa sababu China ana, a, pamoja na kwamba anamiliki teknolojia hiyo ya kutengeneza simu lakini amekuwa anawapiga teke kwa sababu China ana, ana, ana, ana, ana, ana madini katika madini hayo yanayohusika na utengenezaji wa simu hizo katika nchi yake, na kwa maana nyingine kwamba soko lake linakuwa ni kubwa zaidi duniani, jambo ambalo sasa Marekani anataka kukichukua kisiwa hiki cha Greenland, kwa sababu ndani ya kisiwa hiki kuna madini hayo ambayo yanahusikana na masuala ya utengenezaji wa simu lakini sehemu nyingine, kwa nini anataka kukichukua? Kwa sababu kisiwa hiki leo hii kimekuwa ki hali ya joto ndani ya kisiwa hiki imekuwa ikipanda siku baada ya siku, jambo ambalo sasa limekuwa linapelekea barafu ambayo ipo katika eneo kubwa kuanza kuyayuka. Maana yake itakapoyayuka yote, basi patakuwa kuna mfumo mzuri au njia nyepesi ya kumfanya huyu Marekani kuweza kuchimba madini hayo na hatimaye kuweza kutengeneza na kuzalisha simu yeye mwenyewe ndani ya taifa lake bila kutegemea kwenda kuwekeza katika nchi zingine. Sasa katika uchambuzi huo hebu tuangalie yepi ambayo yanayojiri ndani ya Mashariki ya Kati. Tujiulize ni kwa nini Marekani alishindwa kwenda kuivamia ni yani, Irani. Na ilikuwaje Benjamin Netanyahu ambaye ni raisi e, waziri mkuu wa Israeli kwenda kumwambia Trump kwamba usishambulie kwa sababu ukishambulia sisi huku hatuna uwezo wa kujilinda kutokana na Iran. Ndugu zangu, kwanza lazima tufahamu, japokuwa watu wengi sana hutengeneza nadharia kwamba e, e, America is a big e, ni kwamba Marekani ni kubwa, Marekani ni zaidi ya Israeli, lakini uhalisia na ukweli sio hivyo kama ambavyo watu wengi wanavyotambua au wanavyotengeneza dhana uhalisia ni kwamba Israeli ni kubwa na yenye nguvu zaidi ya Marekani. Narudia tena, hata lazima mfahamu kwamba Israeli ni kubwa zaidi ya Marekani. Najua utajiuliza ni kwa nini Israeli ni kubwa zaidi ya Marekani? Kwa sababu uchumi wa Marekani katika masuala like ya kiuchumi uchumi wa Marekani unauona, leo walioshikilia uchumi huu ni nani? Walioshikilia uchumi huu ni Mayahudi, walioshikilia uchumi huu ni Waisraeli ambao wako Marekani. Ndio hao hao ambao wameshikilia teknolojia, ndio hao hao ambao wameshikilia mifumo ya elimu, ndio hao hao ambao wameshikilia kila jambo ambalo unalijua wewe katika idara kuu za usalama wa taifa ndani ya nini ndani ya nchi ya Marekani. Maana yake hawa ndio wapangaji wakubwa wa mikakati hii, hawa ndio wapangaji wakubwa wa mipango hii ambayo leo rais wa Marekani anaingia katika utekelezaji, na iwapo raisi wa Marekani atashindwa leka, maana yake ni kwamba hawezi kudumu katika kiti chake, na haya yamefanyika sana. Lakini kubwa zaidi ambalo tunalopaswa kushukuru, kubwa zaidi ambalo tunalopaswa kujivunia, kubwa zaidi ambalo tunalopaswa kujifunza kutoka katika serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ni namna gani walivyowekeza katika upande wa teknolojia ni namna gani walivyowekeza katika upande wa kijeshi, ni namna gani walivyowekeza katika upande wa mambo ya sayensi. Siri hii pekee ndiyo ambayo imewawezesha Irani kuwa na nguvu za kiuchumi, imewawezesha Irani kuwa na nguvu za kijeshi, imewawezesha Irani kuwa na nguvu za teknolojia. Ndiyo maana sasa leo wameweza kupiga hatua na kuudhihirishia ulimwengu kwamba Irani it become to be a superpower in the world, kwamba wanakuja na wenyewe kuwa ni superpower ndani ya hii dunia. Kwa nini? Kwa sababu moja kati ya matukio waliofanyikiwa kufanya ni tukio la kwenda kuzima satellite ya Elon Musk, satellite ya Elon Musk. Satellite hii ambayo ilikuwa imerushwa kwa ajili ya kuja kuchunguza, kupeleleza na kufanya ujasusi juu ya nchi ya Irani, lakini kuliwezesha jeshi la Marekani pindi litakapoingia eh, kulitengenezia njia nyepesi jeshi la Marekani pindi litakapoingia liweze kuishambulia Irani, lakini kikundi cha bwana Hamdala akishirikiana pamoja na vijana wengine wakiwemo vijana wa kifalestini waliweza kufanya kwa mafanikio makubwa na ufanisi mkubwa kuweza kuizima e, kuizima intaneti e, sateliti ya Elon Musk, na kuacha asilimia ishirini tu ambayo asilimia hii ishirini iliachwa makusudi ili kusaidia jeshi la Irani kujua wapi mashambulizi yatakapotokea. Tazama namna teknolojia ambayo ilivyo ilivyokuwa kubwa juhudi zilivyokuwa kubwa na namna utaalamu ulivyofanyika. Ndugu zangu, kama hauwezi kumiliki anga katika wakati tulionao, basi wewe, maana yake hauna nguvu za kijeshi. Narudia tena, kama utashindwa kumiliki anga, maana yake wewe hautaweza kuwa na nguvu za nini? na nguvu za kijeshi. Sasa leo hii e, utaona kabisa kwamba Irani alikuwa amekwishawekeza kuelekeza mashambulizi yake Israel, lakini pia alikuwa ameshaelekeza Qatar na zile kambi zote takriban nane ambazo zilizokuwa zinaizunguka Irani, ambazo ni bezi kikubwa ya Marekani, tayari Mwirani alikuwa ameshaelekeza mashambulizi yake. Ndio maana ukaona sasa moja kati ya nchi ambazo zilizokataa kutoa anga ni pamoja na Saudi Arabia Iraki na wenyewe wakakataa, Misri wakakataa, pamoja na maeneo mengine kwa sababu walitambua fika laiti kama tutaruhusu anga letu kutumiwa na jeshi la Marekani, kama ambavyo ilivyofanyika katika ardhi e, katika nchi ya, ya Iraq kipindi wanakuja kumwondoa Saddam Hussein, maana yake Irani alikuwa ya na uwezo wa kushambulia haya hizi nchi zote ambazo zilizomzunguka. Ndugu zangu, katika upande wa utawala kwamba ni nani anatakiwa kuwa superpower ni nani anatakiwa kuwa superpower katika dunia hii yetu ya leo? Ni yule ambaye atakuwa na uwezo pia wa kujihakikishia usalama katika maeneo yanayomzunguka ndio maana utaona leo China anatawala kisiwa cha Taiwan na hataki kisiwa kile kitumike na mabeberu, kwa sababu hawa mabeberu tabia yao wakishatawala kile kisiwa, maana yake lazima waje waweke kambi ya jeshi. Wanapokuja kuweka kambi ya jeshi, maana yake ni rahisi zaidi kwenda kumwathiri Mchina, na ndivyo hivyo ambavyo Urusi anataka kuitawala Ukraine, kwa sababu asipoitawala Ukraine ni rahisi zaidi Marekani kutumia nafasi hiyo pamoja na nchi za Ulaya kuja kuweka besiki zao za kijeshi, kama vile walivyoweka katika maeneo maeneo mengine. Na ndivyo hivyo ambavyo Marekani na yeye anataka kutawala kisiwa cha Greenland. Lakini tazama mpasuko ambao uliotokea. Na je, baada mpasuko hui, ya mpasuko huu utakuwaje baina ya umoja wa nchi za NATO pamoja na Marekani? Je, juhudi zinazofanywa na nchi za Ulaya katika kutengeneza jeshi la pamoja baada ya kusikia kwamba Trump anataka avamie kijeshi taifa hili, e, la Greenland, kisiwa hiki cha Greenland ili aweze kukichukua. Kama watakataa kuhuziana je hawa wataweza kukilinda kisiwa hiki? Jawabu linakuja kwamba ni ngumu sana kuweza kulinda kisiwa hiki kwa sababu nchi za Ulaya bado hazijiwezi nchi za